Godbless Lema amemuvuruga vibaya Rais Samia Suluhu Hassan. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse na tafadhali kumbuka kusubscribe. Kauli ya Godbless Lema, mbunge wa zamani wa Arusha mjini, imeibua mjadala mkubwa nchini baada ya ujumbe aliotoa kupitia mtandao wake wa X, zamani Twitter, kuhusu changamoto ya uhaba wa maji nchini Tanzania. Lema anayejulikana kama mwanasiasa mwenye msimamo mkali na anayehusishwa na Chadema aliitaka jamii ya viongozi kufikiria upya kimkakati na kija, uh, ya kitaifa ya maji akilinganisha hali ya Tanzania na maendeleo ya teknolojia ya maji katika nchi zingine. Ujumbe wake umeshika nguvu mtandaoni na kuzua mijadala katika vyombo vya habari, sera na umma, ama sera za umma na mitazamo ya wananchi kuhusu namna taifa linavyokabiliana na matatizo ya msingi kama maji katika enzi ya mabadiliko ya teknolojia. Katika ujumbe huo, Lema alibainisha kwamba Tanzania inapaswa kupiga hatua zaidi katika teknolojia za maji badala ya kutegemea tu mvua, akisema mataifa yaliyo mbele ya maendeleo kiteknolojia kama Saudi Arabia yanatumia teknolojia ya kuchakata maji ya bahari, ama ukipenda desal... desalination kwa wingi na kuweka mipango ya muda mrefu ya upatikanaji wa maji. Msemo wake ulizui, ama uliulizwa sana ulikuwa ni, ni kulinganisha fikra fupi za kitaifa na kuhamasisha mabadiliko ya kimtazamo juu ya mipango ya maji ya muda mrefu, akisema ni wakati wa kufikiria mfumo wa kisiasa na wa kisasa badala ya kuzuiliwa na hoja ya mvua tu ndiyo suluhisho. Kauli imekuja katika changamoto ya uhaba wa maji safi na salama nchini, ambapo maeneo mbalimbali ya mjini na vijijini wanakabiliwa na ukosefu wa maji ya matumizi ya kila siku na wananchi wengi wanapitisha muda mwingi kutafuta maji au kulazimika kununua maji kwa gharama kubwa. Na kwenye ujumbe wake, Godbless Lema alitaja na kusema kuwa nchi nyingine zinafanya utafiti wa watu kuishi sayari ya Mars na kuongeza umri wa binadamu kuishi zaidi ya miaka mia tatu wakati sisi bado tunahangaika na maji ya kuoga na kunywa. Badilisheni namna mnavyofikiri, panueni mawazo yenu, msifikiri kama mvulana anayepata busu la kwanza, fikirieni kama watu mnaojenga kesho bora sana kwa miaka zaidi ya elfu moja inayokuja. Yaani kama hakuna mvua hakuna maji, maana yake warabuni na nchi nyingine za jangwani walipaswa kuwa wamekufa kitambo sana ujumbe mzito kutoka kwake Godbless Lema ambao umeibua maswali na maswala tofauti nchini Tanzania. Tanzania kwa miaka mingi imekuwa ikipigana na matatizo ya upatikanaji wa maji safi na salama kwa matumizi ya nyumbani, kilimo na viwanda, na kwa mujibu wa water.org takriban asili ya kiwango kikubwa cha Watanzania hawana maji ama upatikanaji wa maji salama nyumbani mwao, hali inayochangia utegemezi wa vyanzo vya maji visivyo bora na gharama kubwa zinazobebwa na kaya. Katika miji mikubwa kama Dar es Salaam, miradi ya maji inakuwa polepole ikilinganisha na ongezeko la idadi ya wakazi, na changamoto kama ukame, uharibifu wa miundombinu na gharama kubwa za zi uendeshaji zikiendelea kuzuia upatikanaji endelevu wa maji. Serikali sasa imeweka mikakati ya kuendeleza visima bwawala na miradi ya maji ya umma ili kukabiliana na mahitaji hayo, lakini changamoto za utaalamu na rasilimali zinabaki kuwa vikwazo. Zaidi ya hayo, mashirika ya kiraia kama Shahidi wa maji yanabainisha kwamba asilimia kubwa ya wakazi bado hawana huduma ya maji safi na usafi unaotakiwa na kwamba hatuna hatua endelevu za usimamizi wa rasilimali haswa za maji zinahitaji ama zinahitajika, ili kufikia malengo ya huduma kwa wote. Na katika muktadha wa doa la teknolojia ya maji, nchi za Kiarabu kama Saudi Arabia zimekuwa mstari wa mbele katika kutumia teknolojia ya kisasa ili kukabili uhaba wa maji, haswa kupitia mchakato wa desalination ama kuondoa chumvi katika maji ya bahari. Saudi Arabia inazidi ama ina zaidi ya mimea kadhaa ya desalination ambayo hutoa mamilioni ya mita za ujazo wa maji safi kila siku, na sasa ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa, wa maji yaliyotengenezwa kwa njia hii duniani. Alimewezekana licha ya ukame mkali na uhaba wa maji ya chini, hasa ikizingatiwa kuwa mataifa haya hayana mito mikubwa ya maji safi kama Tanzania. Ubunifu huu Unaonyesha jinsi sera madhubuti na uwekezaji katika teknolojia ya maji vinaweza kusaidia kupunguza utegemezi wa mvua pekee na kuboresha usalama wa maji kwa wananchi. Lema alisisitiza katika ujumbe wake kwamba hoja ya hakuna mvua hakuna maji haikuwa na msingi dhabiti katika zama zile ama zama hizi za maendeleo ya teknolojia. Alibainisha kuwa mataifa yenye rasilimali ndogo za maji safi lakini aliweza kutekeleza teknolojia kama desalination ili kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa wananchi wake. Kauli yake iligusa mtazamo wa ustaarabu wa kihandisi na kisayansi akisisitiza kwamba Tanzania inahitaji kuwekeza kwenye teknolojia ya kisasa, uvunaji wa maji ya mvua, uchakataji wa maji ya chumvi na usimamizi bora wa rasilimali za maji kama sehemu ya mipango ya muda mrefu. Kauli hii imepokelewa kwa mitazamo tofauti. Wengine wameiona kama wito wa busara kushughulikia matatizo ya miundombinu na sera, wakati mwingine wanasema iwapo hoja hiyo inazingatia matatizo ya kiuchumi na utekelezaji wa sera, hasa kwa nchi zenye bajeti ndogo na changamoto za kusimamia miundombinu mikubwa ya maji. Mjadala miongoni mwa wanasiasa, wataalamu wa maji na wananchi umelenga kwenye suala la uwekezaji katika teknolojia ya maji dhidi ya changamoto za sasa za utekelezaji. Wataalamu wa usimamizi wa rasilimali za maji wanasema kwa pamoja na mvua ama kuwa pamoja na mvua na vyombo vya maji safi, juhudi za kisayansi na teknolojia zinapaswa kuungwa mkono na sera za utekelezaji na ufadhili wa umma. Kwa mfano, wizara ya maji imeanzisha hatua ya kutupia ama ya kutumia teknolojia ya kisasa ya kutambua upotevu ndani ya miundombinu ya maji, hatua inayoweza kusaidia kupunguza hasara na kuongeza ufanisi wa usambazaji wa maji kwa wananchi. Masuala ya maji ni muhimu kwa ustawi wa kijamii na kiuchumi wa Tanzania. Upatikanaji wa maji safi unaathiri afya ya wananchi, ukuaji wa viwanda, kilimo, na hata maisha ya kila siku ya kaya. Kukosa maji husababisha gharama kubwa kwa kaya, hupoteza muda wa kutafuta vyanzo vya maji na changamoto za kiafya kutokana na matumizi ya vyanzo visivyo salama. Kauli ya God Bless Lema imeibua mjadala wenye uzito kwa sababu unagusa masuala ya sera za taifa, teknolojia na jinsi rasilimali za maji zinavyosimamiwa na mustakabali wa vizazi vijavyo inaibua swali muhimu la kuwaaji ama la kuwaaji: viongozi wa Tanzania wanaweza kuunganisha busara za kiufundi, uongozi wa rasilimali na sera za muda mrefu, ili kuhakikisha hakika ya huduma ya maji kwa wote katika kipindi cha mabadiliko ya kimazingira na kiuchumi. Kwa upande mwingine, mjadala huu unasisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na jamii ya raia ili kutekeleza suluhisho la kisayansi na kimkakati zinazobadilisha maisha ya wananchi kwa manufaa ya sasa na baadaye. Na kwa hiyo mjadala huu ni zaidi ya maneno tu mtandaoni, ni mjadala wa kitaifa kuhusu jinsi Tanzania inavyoweza kukua kisayansi na kiuchumi bila kusahau mahitaji ya msingi ya wananchi kama maji, changamoto inayogusa kila familia na jamii nchini. Ndiyo, hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Tanza Pulse. Nazidi kuwa nasi na tafadhali, tunakusihi tusaidie kusonga mbele, tusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.